Somo letu tunalo tayari linasema mimi ni podo katika, eh, mimi ni mshale katika podo la Mungu, na hili somo nitaomba sana usikivu, kwa sababu ni somo ambalo huwa na nimelifundisha sehemu nyingi sana, nimeona matokeo yake, na sababu ni semina ntaruhusu tu kama kutakuwa na swali. Tutafanya hivi, tukamaliza kipindi cha leo, kama una swali utaandika swali lako utampatia mzee wa zamu. Kesho mimi nitakapokuja, takuta yale maswali, tutaanza kujibu kwanza maswali, kisha tutaingia kwenye somo jipya. Tuko pamoja? Mimi napenda sana maswali eh, sikwepe maswali, sababu sifundishi vitu vya kufikirika. Nafundisha neno la Mungu, maziwa yasiyogoshiwa. Kwa hiyo uliza swali tukujibu kibibilia. Lile ni jambo la kwanza, lakini jambo la pili, somo hili napenda likusaidie kama lilivyonisaidia mwenyewe. Leo tuna mitafaruko katika makanisa, tuna mambo masengenyo katika makanisa Tuna migawanyo katika makanisa, lakini sababu kubwa ni kwa sababu tu tunakosa maarifa ya kutosha. Leo tuna watu ambao wao ni majaji, kazi yao ni kuhukumu tu. Wengine ana hukumu mpaka unahisi ya kwamba yeye ndio ana mbingu. Leo tuna watu ambao wana, wana, wana wa, wana, wa, wa, wanafanya wanamchugua mchungaji na mchungaji wako, wana natafuta ku, kusema nini, kuwapambanisha kama Simba na Yanga. Lakini kwenye hili somo utaenda kujifunza ya kwamba mambo haya yote hayastahili kuwepo kwa wana wa Mungu ambao wana maarifa ya kweli ya neno la Mungu. Bwana, tusaidie sana.